so, so okay. uh, hii mambo ya Black Soldier Fly imekua imekuwa kama stand alone business sasa mm -hmm. na tunawapea crates crates ni ile ya kuweka ile uchafu na ile si uchafu tu lakini ni ile mostly ni ile uchafu ya fruits mm -hmm. na mbogamboga mboga. mm -hmm. um, alafu mbali na crates tuko na zile falcon tubes. Falcon tubes ni zile zenye tunatumia tuna kuweka mayai wakati wamesha taga mayai yao So haya mabuu yakishakuwa wameyafanya nini? haya mabuyu yakishakuwa, tuko na mashini hmm. yenye huwa inasaidia kukausha hmm. Tunaweza kausha tutengeneze sabuni hmm. Tunakausha, tunapata mafuta. Mafuta inatumika kwa, kwa urembo kama kwa nywele <laughs> <laughs> alafu pia ile the very fine ones tunaweza tengeneza the BSF cake binaft inakulwa. Hiyo keki ina, inatumika kwa mambo mengine mengine kama kwa kuongeza kutengeneza chakula cha samaki okay. Ama pia kwa wengine mbali na samaki wanatumia ile black soldier fly yenyewe ile lai kupeana, wanairusha kwa pond okay. so, bado, wanawake bado wameingia, wanawake wako mojua, pia ukiangalia pia wanawake wameingia, hawako, wameingia sana maanake. mm -hmm. walikuwa wanaogopa. mm -hmm. Wanazunguka. mm -hmm. Lakini mm -hmm. sahi, at least hapa Kazengo tuko na wanawake wengi sana, mm -hmm. wenye wameingia kwa ufugaji na wameipenda. mm -hmm. Oh. so, so, okay. uh, hii mambo ya Black Soldier Fly imekuwa kanit imekuwa kama standalone business sasa. mm -hmm. okay. na mapato yake yanakuja kivipi? E, pengine tu kwa uh, pengine utuambie vile mtu anaweza ingia katika hiyo biashara ama huo ami ni ufugaji halafu, pia mapato yake yanaweza kuja kivipi na soko lake liko wapi? uh -huh.